Jina langu naitwa Sister Recho Kemilembe Labane, ninafanya kazi katika kituo hiki cha ELCT ambacho kimesajiliwa kama NWD Chato Conference and Training Center. Miaka ya nyuma kilijulikana kama nyumba ya vijana. Katika kituo chetu tunazo huduma mbalimbali za kuhudumia jamii tuna restauranti kwa ajili ya kutoa chakula kwa semina, mikutano na maarusi, sherehe mbalimbali. Tunahudumia kuanzia mtu mmoja hadi elfu moja kwa kutoa huduma ya chakula, lakini pia tunao ukumbi mzuri ambao unabeba watu mia mbili thelathini, unatumika kwa semina, kwa mikutano lakini pia kwa maharusi na sherehe mbalimbali. Watu wanafika mahali hapa kwa ajili ya kufanya mikutano na sherehe. Lakini pia tuna huduma ya vyumba, sehemu nzuri sana ya kulala, sehemu ambayo imetulia. Watu wanafika kwa ajili ya kupata mapumziko. Eneo letu lina amani, linapendwa. Tuna vitanda vizuri sana. Mtu akilala na furahia anapata usingizi mzuri. Lakini pia tuna huduma ya shule ya watoto wa chekechea. Tuna makundi mawili, kundi la kwanza linatoka saa sita na nusu na kundi la pili linatoka saa kumi. Hawa wanapata chakula, wanapumzika, na baadaye wakiamka wanapata uji na mkate na tayari saa kumi wazazi wanafika kuchukua watoto. Tunatoa huduma ya kuuza vitabu vya dini kama Biblia, Tumwabudu Mungu Wetu, Tenzi za Rohoni na vitabu vinginevyo vya dini kama nyumba kwa nyumba. Tunachukua nafasi hii kuwakaribisha watu wote kufika kwenye kituo chetu kupata huduma nzuri kama ambavyo nimezielezea, upande wa hoteli, upande wa ukumbi, upande wa guest house, upande wa shule na upande wa bookshop kwa ajili ya kuuza vitabu. Huduma zetu ni nzuri sana, tunaipenda kazi yetu, tunawahudumia wateja wetu vizuri, na kazi yetu inatanguliwa na imani, tukijua kazi tunayoifanya ni ya Mungu. Tunawakaribisha zaidi sana watu wafike kwenye mazingira yetu. Ni mazingira mazuri, tuna bustani nzuri za kupata picha maharusi na mtu mmoja mmoja, kwa ajili ya mazingira mazuri yanayovutia, lakini pia kwa kufika kwa kuyatazama tu ukatulia, ukipata soda ama maji na huduma ya interneti, ikiwa hapo ukiendelea na shughuli zako za binafsi, lakini ukiburudika kwa mazingira na kupata chochote ambacho utahitaji kuhudumiwa katika kituo chetu.